So, yeah. Niko safi yeah, yeah, yeah. Mafunzo mliyoyapata mkayatumia mkijua kwamba amiri jeshi mkuu anawategemea mkawafundishe vijana wenzenu kuwa walinzi wa taifa lao, yeah. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dkt. Stergomena Lawrence Tax Mbunge, tarehe 22 mwezi Aprili mwaka 2025 amefanya ziara ya kikazi mkoani Kigoma kwa kutembelea vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa Mtabila na Bulombora. Mara baada ya kuwasili mkoani Kigoma, Mheshimiwa Waziri Tax alipokelewa na mkuu wa wilaya Kasulu Mheshimiwa Kanali Isaac Mwakisu na makamanda ya vikosi vya Mtabila na Bulombora, ndipo akapata wasaa wa kupata taarifa fupi kutoka kwa viongozi hao na baadaye akatoa neno. Niwapongeze sana kwa kazi kubwa na nzuri mnayofanya kama inavyoonekana kwenye taarifa, lakini hata unapoangalia mnafanya mengi Uh, ambayo ni ya msingi kulingana na majukumu ya jeshi la Jeshi la Kujenga Taifa, mmeyaeleza wenyewe katika kilimo, katika, kwa, katika malezi na pi, lakini pia kwa nature ya kambi hii ya eneo hili tuseme, mnafanya kazi kubwa sana katika kuimarisha usalama na ulinzi. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kazi hiyo nzuri mnayoifanya. Mmekuwa mkienda mnasema tunakushukuru kwa kufanya hiki. Naomba tu hizi shukrani ziende kwa serikali na ziende kwa dr Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inatokana yake, sabit, na miongozo yake thabiti na kipaumbele alichokitoa katika ulinzi na usalama. Hawezi kuwa na maendeleo, hawezi kuwa na amani, hawezi kuwa na furaha katika jamii, hawezi kuwa na demokrasia, hawezi kuwa na chochote kama ulinzi na usalama haviko haviko imara. Baada ya kupokea taarifa kutoka kwa viongozi hao, Mheshimiwa Waziri Tax alitembelea mradi wa nishati safi. Tukisha ifungua kwenye mtungi mkuu, inakuwa tayari imepita kwenye hili bomba, ili ipite chini ielekee mpaka kwenye jiko letu. Inatakiwa turuhusu hapa kwenye hii valve, tunaifungua ikiisha, wanakuja wanaweka mm. kwa kutumia kwa kutumia hii hapa filler valve yeah. Huu ndio mlango mkuu yeah. ambao unatumika kuingizia gesi ndani ya mtungi wetu. Kama unavyoona, Mheshimiwa waziri, tunapika chakula kizuri na pasipo moshi wala joto. Mheshimiwa waziri, faida nyingine ni kutunza mazingira yetu. Mheshimiwa waziri, kama unavyojua, tunapokata miti tunaharibu mazingira. Hasara za kuharibu za kukata miti ni kuua viumbe hai kusababisha mumonyo kwa udongo, lakini toka tumepoa majiko wetu hapa atuharibu mazingira yoyote, kwa sababu haya hayawezi kuharibu mazingira kwa moshi na atutumii mkaa. Mheshimiwa Waziri, huo ndio mwisho wa maelezo yetu, asante. tunaomba kuendelea afande. Na nawashukuru kwa maelezo mazuri kabisa, na sasa madam, mnatunza muda, mnatunza afya na ina kwa maana kwamba na mafunzo mfanye vizuri zaidi sindioni. mm. mm. Mwendelezo wa ziara zangu za kukagua jinsi ambavyo tumeweza kutekeleza maagizo ya serikali, lakini na dhamira ya Mheshimiwa Rais na amiri jeshi mkuu Dkt. Samia Suluhu Hassan, ajenda ya nishati safi ni ajenda yake. Kwa hiyo na sisi kama uh, jeshi la kujenga taifa lakini hata jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania tumeendelea kutekeleza maagizo haya Swali, nimeridhishwa kiasi gani? Kazi kubwa imefanyika kwa kweli, nawapongeza sana. Nilikwenda Ruvu nikakuta wamefika asilimia mia moja. Leo niko hapa wamefika asilimia mia moja, na tumefanya hivyo hata kabla ya wakati. Kwa hiyo uh, kufanya hivyo ni dhamira na ni mwitikio mkubwa wa jeshi la kujenga taifa, lakini hii haishangazi kwa sababu jeshi la kujenga taifa ni taasisi ambayo inafuata inachoambiwa, ina waeredi wa hali ya juu lakini pia ina umahili. Kwa hiyo wameweza kutekeleza hapa. Kama mmeona nilivyokuwa nikizunguka, kwanza jiko lenyewe ni safi sana. Kuna faida nyingi, uh, vijana wameeleza faida mbalimbali, ukianzia na faida ya utunzaji wa mazingira. Ni kweli tunachangia kwa sababu uharibifu wa mazingira ni mwingi. Mnaona sasa hivi, tuna mafuriko, watu hawaelewi mafuriko yanatoka wapi. Ni mojawapo ya athari za mazingira. Kwa hiyo inapelekea gharama kubwa kwa serikali, lakini gharama kubwa hata kwa binadamu, kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo utunzaji wa mazingira unaendelea kuimarika, ni mwanzo, lakini mnaweza mkaona hata mkiangalia hapa, mnaona miti iko vizuri, mazingira yako vizuri. wakati mwingine wangeokota okota um kuni wangekatakata miti, lakini hilo halifanyiki tena. Lakini pia uh, wanakwenda kwa haraka sana katika kupika, kwa hiyo wanaokoa muda hapa. Sisi tumekuja huko, nyuma ungekuta ni moshi ungekuta huo vijana wanakimbia, lakini sasa vijana mnawaona wanavyong'aa, wasafi kabisa, wanapika kwa usafi, kwa utulivu na kwa kulinda afya zao. Kwa hiyo muda ule wanaouokoa wanaweza wakafanya mambo mengine, kwa hiyo, tija inaongezeka, lakini pia afya zao zinaimarika, na hata chakula wanakula kwa raha, kwa sababu kama hauangaiki kupika, unapika vizuri, na maana chakula utakila kwa raha. Ni faida ni nyingi, lakini pia kuna uokoaji wa gharama. Gharama imeokolewa sana kwa hili. Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuja akiwaza uh, kwamba ni kutunza mazingira, lakini faida zimekuwa nyingi zaidi ya kutunza mazingira. Kwa hiyo, hapa tu kwa mwezi wanaokoa takriban milioni tano pointi nne na hiki ni kikosi kimoja. Ilivyokwenda Ruvu, alikuwa anaokoa takriban milioni saba kwa mwezi. Kwa hiyo, tutakapokuja kujumuisha vikosi vyote, na hii ni JKT tu lakini tukachukua pia na kambi za jeshi takuwa tumesevu pesa nyingi sana ambazo zitaenda kusaidia katika shughuli zingine za maendeleo na za kuviendeleza vikosi vyetu. Niwapongeze sana, nimpongeze mkuu wa JKT na wakuu wa vikosi vyote kwa kuitikia mwito huu na kuwezesha hili kufanyika. Unaweza ukapewa maagizo na ukasuasua ukawa na visingizio vya kila aina, lakini hapa hakuna kisingizio, kazi imechapa. Tuendelee kuchapa kazi. Katika kikosi hicho, Mheshimiwa Waziri Tax pia alifanya shughuli mbalimbali, ikiwemo kuzindua ofisi kuu ya kikosi. Baada ya kutamatisha shughuli mbalimbali katika kikosi cha Mtabila, msafara wa mheshimiwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa ulielekea katika kikosi cha Bulombora, ambapo pamoja na shughuli zingine za uzinduzi wa miradi mbalimbali mbali katika kikosi hicho, mheshimiwa waziri wa ulinzi pia alipata wasaa kutembelea shamba la michikichi. Tunamshukuru sana mheshimiwa waziri mkuu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa kwa kutuzindulia shamba hili, lakini pia kwa uhamasishaji kama wanavyosema ni kwamba amekuwa mhamasishaji mkubwa. Kwa hiyo shamba hili mti wake huu hapa, tunafurahi mmeutunza na tutampelekea taarifa kwamba mti huu umetunzwa na umeleta baraka ya shamba kuweza kuendelea. Ni mwendelezo wa kuona kazi inayofanywa na, na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dkt Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu. Uh, tumeona pia kama nilivyotoka kwenye kikosi kilichopita hapa, tumezindua mahanga ya vijana, mahanga sita mazuri kabisa, yako katika hali nzuri. Nilikuwa wakati nikitembea na Tania, nasema natamani nirudi niwe kijana na mimi nije nikalale kwenye hanga na la namna hii. Shamba la mchikichi naweza kuliita ni shamba pamoja, ni kama ni shamba la kimkakati, lakini ni shamba la mfano ukilinganisha na sehemu zingine. Haya pia ni utekelezaji wa maagizo ya serikali. Kama mnavyofahamu, kumekuwa na upungufu wa mafuta ya kula kwa muda mrefu nchini kwetu. Kwa hiyo maagizo ya serikali yalitolewa kwamba wadau wote wajaribu kuhakikisha kwamba wanapanda michikichi ili baadaye iweze kuchangia katika kuleta mafuta, na maagizo mahususi yaliyotolewa kwetu sisi kwa kikosi hiki ni kupanda hekari elfu mbili na mpaka sasa hivi tumekwisha panda hapa mnapoona tayari tumesha panda hekari elfu moja na mia moja ambayo ni sawa na miche elfu hamsini Kwa hiyo hii ni kazi kubwa sana, na hiki mkiangalia hiki kibao hapa, kama mnavyoona, Mheshimiwa Waziri Mkuu alizindua shamba hili kwa kupanda mche wa kwanza ambao aliupanda tarehe ishirini na tatu Mei ishirini ishirini Mche wa kwanza leo ni miaka minne tu, na tumekwisha panda hii miche elfu hamsini Kwa hiyo hii ni kazi kubwa sana ambayo imefanywa na kikosi hiki, tunawapongeza sana. Nalipongeza Jeshi la Kujenga Taifa kwa ujumla wake kwa kutekeleza maagizo haya, lakini tu niwatie moyo sasa, moyo sasa, hakikishe sasa tunasonga mbele zaidi kuhakikisha kwamba tunapanda palipo salia, lakini pia tunaweza kama mlivyonieleza kwamba uvunaji unaanza mwakani. Kwa hiyo, unapoanza tuwe tayari kutumia haya mazao, isiwe kwa kuuza, iwe kwa kuongeza thamani, tuweze kama ulivyosema mkuu wa kikosi kwamba ma, ma, matarajio ni kwamba tuweze kujitosheleza kwa mahitaji yetu tujitosheleze, na tuweze hata kuuza na kupata kipato ndani, na ikiwezekana tukue hata tupeleke nje ya nchi. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa na nzuri. Na huu ni miongoni mwa miradi ya kimkakati inayotekelezwa na, na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo nawapongeza sana. Mtazamaji wetu, asante kuendelea kutufuatilia. Tunakukumbusha tu pia tupatikana katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na X, Wizara ya Ulinzi na JKT. Websaiti yetu ni www.modans.go.tz.